Mimi naitwa Chibwana mwalimu mkuu shule msingi Napata mimi ilikuwa ni maopi, kama nitakosea basi naona machukue points zile ambazo nilikuwa nimezungumzia, maana wengine huwa tunahaibari ya <coughs> kwanza kwanza ni shule safu ya uongozi hapo mbele, ingawa tunamkosa mkurugenzi, maana hiki ni kikao cha wajumakuu kao ambacho kinaangalia changamoto, mnazisikiliza zinazohusu mkurugenzi, anachukua naenda kufanyia kazi. Hiki ndio kikao chetu la, kwangu, la kwanza. Kwanza niombe kufanyika mpufa kwa vikao vinavyoitwa capacity building kwa mara ya mwisho vilifanyika, viliongozwa na dio aliyekuwa anaitwa Turuka alikuwa anazunguka kwenye klasta na kukutana na walimu wote, na ni msifu sana wa TCC pale, alikuwa nakuwepo na yeye. Kwa hiyo licha ya vikao kama hivi ambavyo vinatukusanya sisi, na pia vilikuwa vinawafikia mpaka wale kwenye grassroot, kwa chini kabisa, vilikuwa vina kombaini wote kwa pamoja. Kwa hiyo, Mr. Chama hapo vile vikao ambavyo vilifanyika mara ya mwisho nakumbuka nikiwa mshauri na vilifanyika pale, na Mungu vifufue jamani. Sisi walimu wakuu hapa tuna kazi kubwa ya kuwashepu walimu, hasa wanaoanza kazi, wanakuja pale na misibehevia nyingi sana. Sisi ndio tuna washepu na kuwaweka sawa, lakini ipo muda na nyinyi viongozi wa juu kufika kule na kuwaona watu wenyewe ambao tunawashepu. Kwa hiyo vika, vikao vya capacity building vifanyike. La pili, mwenyekiti wa halmashauri, mimi niombe tu kwamba mgao wa fedha za mfuko wa elimu usiwe na upendeleo katika halmashauri yako hii, ambapo leo hivi ndio umevaa ile koti. Zipo kata, yaani zipo safi, nyumba za walimu za kisasa, madarasa ya kisasa, lakini zipo kata zingine, yaani madarasa ya yaliyoletwa na mradi wa hipiki ambapo madirisha yake hapo wanafunzi wakiingia waone zipo. Mfano shule ya msingi Napata ambayo mimi nafundisha haina nyumba ya mwalimu, hakuna madarasa hayo yenye vioo wala nini, lakini hali ni mbaya. Mimi nimejitahidi, ile ni shule yangu ya tatu nimewashia umeme, maana mimi katika programu zangu, kila shule nakopelekwa lazima niwashe umeme nimewasha nimewasha nimewasha mchaumu na nikafanya nika program ya kuomba jengo NMB na ikatiki, wakaja pale, una jengo la NMB. Yale ni matunda yangu mimi, ambayo iliungana na nani kaja suberane. Nimewasha umeme nyumba zote za walimu pamoja na madarasa, tunaaka Tanesco, grid ya taifa ipo pale, lipo napata umeme maka wa grid yapokuwa hakuna majengo ya kisasa lakini umeme upo. Kwa hiyo hizi ni jitihada ambazo mimi nimeonesha, so, lakini pale nilipo hakuna nyumba ya mwalimu, hakuna madarasa. Mimi nimejenga boma miaka minne iliyopita, hilo linaoza la, la darasa, na kuna nyumba ya mwalimu pale imejengwa kipindi hicho, ile ya milioni milioni saba, ile ya zamani kabisa. Huu ni mwaka wa nane, haijapatiwa fedha ina yoyote sasa nakuja kujiuliza hii hii inapata ipo jamhuri ya Muungano? Kwa hiyo tunategemea wanasema kwamba a good leader is. Wewe umetoka miongoni mwetu, sisi ondoa kasoro hizi ambazo zilitengenezwa na wenzako za kujipendelea kwenye kata zingine. Yaani, unaweza kufikiria labda wakati zingine. Sasa hii unategemea kufika kwako utaondoa utando huu wa upendeleo. Lingine, baadhi ya shule hilo tayari pawe na orientation course kwa walimu wapya. Hii ni lina mfesi ile, ile, ile kamati ya uteuzi wa walimu wakuu ile. Ukiangalia hapa, wapo walimu wakuu ambao ni wapya. Na mimi nitoa angalizo, unavyomchagua mwalimu mkuu kuwa mwalimu kuwa mwalimu mkuu Sio kama yani shule, baadhi ya shule amestaafu au amenyokolewa, alafu unamchagua wako hapo, anakuwa mwalimu mkuu never changes. Yani hiyo never kabisa, uwezo ukachagua mwalimu mkuu akawa mwalimu mkuu pale pale, mumtoe yani station A kwenda B, watamsikia vizuri lakini ukimwacha pale, wakati yule yupo mwalimu wa kawaida zegarazi, sindio? alikuwa na mtoto chochote mwalimu. Lakini mimi nilipata nafasi ya kuomba kwamba walimu wakuu walioachishwa, walimu mkuu msiwakusanye mkaweka shule moja, mnatengeneza korido la ubishi. Natolea mfano Mrausi. Sasa tumerudi kwenye kikao kile, mwalimu mmoja akaniletea mimi

hakuna u mchubishi mtuhuo. Sasa wamewatawanya wayo walimu, mmoja ameenda siku masiku, mwingine amekuja anapata, wamekuja tu kustaafu, wamerudi wanaendelea na kazi zao binafsi, si shambani wao, mzee wa TCC, chukua vichwa ivyodulia au ni watoro. Hizi huu ni mwezi nzima hajapatikana shuleni <coughs> Kwa sababu kwa mfano huyo wa kwangu alikuwa anakaa anakaa Lukuledi anaenda kufundisha wapi Mrausu, kwa pikipiki. Ha, leo amebadilishwa kituo, anakuja kwangu kutoka Lukuledi mpaka napata ni, ni kilomita nane, si kama kilomita mbili. Kwa nini haji kwa pikipiki? Kwa hiyo ubisi ule, ule bado anaendeleza tu, mimi ni kigogo. Sasa basi pawe panafanyiwa vitu kama hivyo viangaliwe kwenye uteuzi. La mwisho nimesema kwamba pao na orientation kwa hawa walimu ambao wanachaguliwa tasa, kwa kuungana na mzee wa TCC, walimu wanaoteuliwa kwa walimu wakuu, ndani ya miezi mitatu waitu wapewe dozi. Wanapata shida walimu, wapi wanapata shida? Ndugu zangu, sisi ambao ni makonkod wa zamani, hamna tunakuuzana nao na mambo yanayo, lakini hawa watu wanapata shida alafu hata walimu wapya kwa mfano, si kuna walimu mia moja hamsini wanakuja? Wakisha ripoti hapo mzee wa TSC pamoja na tapsha, basi andaa utaratibu wa kuwaita walimu wake wale wamekaa mtaani kwa muda mrefu. Alafu leo wanakuja kwenye discipline ya walimu, tutapata nao shida sana. Kwa hiyo wapewe orientation course ili wawe na tabia njema zinazoendana na ethics za ualimu kwa hiyo hayo ni maombi yangu. Mimi nisikitike tu kwamba hapo mwenyekiti hakuna eh, mkurugenzi. Unajua vitu kama hivi vili vinawafesi, mnasikia hivi, mnatusaidia. Na mwisho kabisa niseme kwamba mimi niombe kwa wenzetu wa Masasi TC, kipindi hiki cha usajili inaisha 28 madarasa mitaani, si ndio? Kuna mchia yuko kule na wengine wengine, walichofanya ni mambo yale aliyafanya mistarajao, kwamba zile password zile zimepewa baadhi ya watu waaminifu ambao wanaweza kufanya vizuri, hata sisi kusajili mwanafunzi inawezekana, angalau kikanda, njia ndande, mnatafuta wawili mnawapa dozi kwamba tunakupa hii password kwa ajili ya kurekebisha ambao wamerundikana. Ikifika tarehe 28, naisha password yetu, tuna change njia ya nyawala, wakapatikana angalau wawili na huku angalau wawili ili kuepusha msongamano mkubwa. Sasa hivi tuna tatizo hilo. Yalikuwa yanafanyika zamani, tuna kesha pale ofisini kuanzia jioni usiku mpaka alfajiri, wakati ule PSU, lakini leo hivi ane ane usika kusajili na kurekebisha ni mmoja tu, ambaye tunapata shida. Kilio chetu mama, naomba ukichukue ili tupunguze muda wa kwenda kule kurekebisha vitu vidogo vidogo. Mimi mwenyewe na mwanafunzi hapa ambaye ametoka Rushoto kuja pale darasa la 7 lakini hana tarehe ya kuzaliwa. Sasa unakuja kujiuza huyu hajazaliwa, mbona yuko darasani? Sasa kurekebisha pale, kutoka kwa ya nane ngazi ya wilaya, niende Uyunii, nipoteze siku mbili, kutoka napata mpaka kule ni kilomita karibu 62, na eh, kama ni mafuta lita nne kwa kwa kwa, kwa pikipiki ambayo imeboresha, imepolesha mwendo kasi. <laughs> <laughs>